Dada Penina habari yako? Unaendeleaje? Najisikiaje kwa Wadada Center? Maisha ya Wadada Center, uh, unayaona? Ah, naiona yako vizuri. Kwanza umekuja umejifunza nini Wadada Center? Nimejifunza upendo. Mm-hmm. Kuna, na ukarimu, nenda kufundisha ukarimu, na ukarimu. Uh, nimeona tu. Umeona kwamba watu wa hapa ni wakarimu. Okay. Sasa umetokea wapi kwani? Nimetokea Kagera. Kagera? Ndio. uh -huh. Una miaka mingapi? Elimu yako? Darasa la saba. Mimi ya darasa la darasa la saba mwaka gani ndiyo elfu mbili na kumi na sita. Zamani? Elfu mbili na kumi na sita. Elfu mbili na kumi na sita ni zamani sana. Sasa hivi una miaka mingapi? Miaka ishirini na mbili. Ishirini na mbili, sznabo lakini kumi na sita. Kwa hiyo miaka yote hiyo kuanzia elfu mbili na kumi na sita mpaka ulikuwa unafanya nini Nilikuwa anafanya tu kazi za kawaida nyumbani huko, kulima, majukumu kama hayo. Na hizi kazi za ndani, kazi za ndani umewahi kufanya? Umewahi kufanya wapi, huko Kagera au wapi? Huku huku Dar es Salaam huku ulikuwa unafanya kazi, uliunganishwa na mtu ama chini ya taasisi nyingine? Niliunganishwa ah, okay, na mtu tu yeah, yes. Walikuwa wanakulipa shilingi ngapi? Um, sehemu ya kwanza alikuwa ananilipa laki moja. Mm-hmm. Sehemu ya kwanza alikuwa ananilipa laki moja na nusu, sehemu ya pili laki moja. Sehemu ya pili laki moja. Kwa nini ulitoka kwenye laki moja na nusu kaenda kwenye laki moja? Ah, kipindi kile nilikuwa bado binti <laughs> nilikuwa bado kijana, kwa hiyo nilifanya tu mwaka mmoja nikarudi nyumbani, nika nikawa nimepata mwanaume nikaolewa. Ah, umeolewa. Uh-huh. Nikawaje sasa kwenye ndoa yako, mbona leo uko hapa tena? Baada ya kutoka ndo, nikaa changamoto tu basi, hatukuendana. Nikawa nimetoka nikawa nimeenda sehemu nyingine tena laki moja nika, ndo nimetoka na kuja huko. hmm. hmm. Kwa hiyo eh, kwenye ndoa umekaa kwa muda gani? Nimekaa mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Hmm. Una watoto? Yeah. Una mtoto ngapi? Na mtoto mmoja. Mtoto mmoja sasa hivi umemwacha wapi sasa? Yupo kwao. Kwao, kwao, yaani unamwacha kwa baba yake. Kuna kikubwa kilichosababisha ukaondoka, ilikuwa ni kitu gani? Mm. Ni changamoto tu za kifamilia hizo ambazo hatujaendana mimi na mwenzangu, nikaamua mm, kila mtu aishi maisha yake wewe ndo ukaamua hivyo mmeona? Yeah. kwa ndoa kabisa au ni ile tu mmekutana pamoja pamoja zenu? mm. okay. pole kwa changamoto ambazo umekutana nazo dada Penina. mm -hmm. asante. Okay, dadawo ulikatujulia wapi wadada senta? kwa sababu nimesema umefanya sehemu zaidi ya tatu na ulikuwa unafanya kazi hizi za ndani, lakini sasa hivi umeamua kuja wadada senta, ulitujulia wapi <coughs> Nilikuwa naangalia tu kwenye mtandao nikaona tangazo leni ndo nikaamua kufuatilia. mm. mm. mm. mm. na mipango yako ni nini? mipango yako ni ipi? mipango yangu, namwomba Mungu tu anisaidie ngalau. Ni Mungu akinisaidia, ni, ni, aki ni, ni ngalau na mimi niwe na makazi yangu binafsi nipate kiwanja nijenge, nijitegemee, lakini pia kwa ajili ya mwanangu, ile nipate kuona kama atapata atakamilisha malengo kwa kusoma. Na nilikuwa nakusubiria hapo, usimseme mwanao ni shangazi. <laughs> Namsema, najua kwamba ananisubiria kwa mtu kwamba yupo mama, kwa hiyo hivyo ndivyo napambana ili niweze kupata cha kumsaidia mtoto ako na kike wa kiume wa kiume. Na unaamini kwenye uko babake ana uwezo wa kumlea kumpa mahitaji ya muhimu kama shule na nini? Ah, baba yake anaweza pia, lakini nguvu nyingi najua nguvu ya mtoto sana ipo kwa mama. Kama ikitokea hivi mkiwa ampo pamoja, amko pamoja kwa, yani sana sana mtoto anaku, anakuwa ameegemea kwa mama uwezo wanao, lakini nguvu sana inategemewa kwangu. Sawa, kwa hiyo hmm. hmm. okay. so, kwa hiyo umejipangaje kwenda kazini sasa, kwa sababu una majukumu yaani, nikikuwa nachokiona kwako majukumu unayo mazito tu kuhusiana na mtoto wako, lakini maisha yako binafsi ambayo yanakusubiri hmm. Hey, kwa hiyo umejipanga vipi wewe kwenda kwenye kazi, mkataba wetu wa mwaka mmoja, mipango yako aswa kwenye uelekeo wa kazi upoje? Mimi mpango wangu, nimejipanga tu vizuri kwa ajili ya kufanya kazi na kwa kuamua na kumwomba Mungu anisaidie kwa ajili ya mkataba huu. mm -hmm. Mm -hmm. Okay, sawa. Karibu sana Wadada Center, dada Penina, sisi tupo kwa ajili ya kuwasaidia mm -hmm wadada wanawake kama wewe ambao wanatamani waweze kujisimamia kiuchumi kwa ajili hata ya kuwahudumia watoto wao. Uh, wako watu ndo kama hivyo wameingia kwenye ndoa kujaribu pengine. Huko wewe ni shahidi, umegusa kwenye historia yako, inatuonyesha umegusa kwenye kazi, umefanya baadaye ukaenda kuolewa, pengine ulidhani huko ndo atakuwa nafuu, lakini mwisho wa siku tuko hapa kwamba hata hiyo ndoa yenyewe haijakusaidia kuweza kujitegemea kiuchumi. Kwa hiyo hii taasisi lengo lake ni kuweza kuwasaidia wanawake wasichana kuweza kujitegemea kiuchumi na wewe Penina ukiwa mnufaika mmoja wapo. Kwa hiyo sisi kama taasisi tunafurahi kukupokea na tupo tayari kuhakikisha kwamba tunakuandaa vizuri kwenda kwenye majukumu yako. Otherwise tunatakia kila la heri kwenye majukumu ambayo utapangiwa, sawa? Sasa, mm, kuhakikisha unapambana kweli kweli. Eh, yani kwa sababu wewe tu hautapambana kama wadada wengine ambao hawana majukumu, yupo a, bado ni yeye peke yake, wewe una majukumu zaidi, sawa? E, kwa hiyo tunatamani tuna wadada wa aina wa yako wakienda kazini huko sasa, isiwe tena ishu za una- unaleta utani na kazi yani, wewe ni unatakiwa ukawe mtu wa kazi kweli kweli kwa kwenye majukumu yako, sawa? Ndiyo, haya, dada Penina, karibu sana Wadada Senta, asante. Nashukuru. Aya, asante sana.